Kwa jina naitwa Mariam Ali Haji, natokea Fuoni, ni mwanachama wa jumuiya ya watu wenye ulemavu. Kwa kweli, kwanza nina furaha kubwa kwa awamu hii ya Dokta Mwinyi kwa kuweza kutushirikisha sisi watu wenye ulemavu, kwa sababu tukitizama awamu za nyuma hatukupata fursa kama hizi. Tulipata, lakini zilikuwa zipo chini, lakini hizi sasa hivi zipo waziwazi wazi. hakuna ambaye labda atanyonga roho yake aseme mafursa mie haikun, haikunifikia hilo, nakataa ya kwanza mikopo isiyo na riba kwa jasiriamali ya, ya watu wenye ulemavu. La pili miundombinu, kwa sababu tukitizama watu wenye ulemavu tunateseka sana katika mambo ya ma, miundombinu. Majengo yapo lakini tunashindwa kuyatumia, ikiwa ya starehe, ikiwa ya kibiashara, tukitizama masoko. Lakini kwa mara hii tumezingatiwa sana watu wenye ulemavu. Maoni yangu kwa watu wenye ulemavu, isio sababu ya ulemavu wetu tukani sababu ya kuanzisha vurugu. Tuwe watulivu, tuende tukapige kura turudi nyumbani kwa sababu amani ni muhimu kwa kila mtu, tukampigie kura Dokta Mwinyi kwa sababu ahadi zake tunaziona na zinatekelezeka. Oktoba tunatiki.